Hakuna tajiri mjinga hapa duniani, usijidanganye. Yaani, usije ukafikiria kuna tajiri mbovu. Kutafuta hela mpaka zipatikane, hela zinatafutwa mpaka na majini. Unafikiria mchezo? Hela zinatafutwaga mbali, mpaka mtu awe na akili ya kuzalisha kitu, ame ana ufahamu, ana utashi, ana uwezo. Na nenda kafanya research pamoja na mimi kama utakuta kuna tajiri mjinga huku duniani. Matajiri wote wana akili zilizotangulia. Ndio maana watakutuma, watakuajiri, watakulazimisha ununue vitu kutoka kwao wote. Oh, ah, wanaomiliki Instagram, wanaomiliki Facebook, wanaomiliki hizo smartphones, si teknolojia mbalimbali mbali duniani. Unafikiri ni wajinga? Sio wajinga. Wewe ndio wewe ndio kazi yako ni kucheka tu <coughs> Kila ukitumiwa message, ukutana na clip, kazi yako ni kucheka. Ushakuwa chizi chumbani, ushakuwa chizi barabarani, ushakuwa chizi kwenye gari yako, lakini wenye akili wanakutumikisha na unalipa MB. Are we together? We, kazi yako ni kucheka tu. Hey, jamani, ilivyofika hicho kichekesho kwenye simu yako, ujui mwenzako ni hela, kazi yako ni kucheka na kulipa <laughs> Hasa nataka kuongea nini? Kuna watu ambao wanaingia kwenye kikao na wananyamaza kimya, kambia ni hekima kunyamaza. Hiyo ni hekima kunyamaza? Uenda wazimu kunyamaza jambo unalolijua na mwingine ana experience kabisa. Hii idea mliotoa nilishawahi kujaribu, hata kwenye mambo yangu kule nyumbani ya kafeli, kwenye organization ya kafeli. Jamani, nataka niwashauri hichi kitu hapana, lakini anajua kabisa. E, ndio. Na hasa anapokuwa ni mchungaji yuko mbele, sasa nakola e, ndio baba, mchungaji. E, ndio baba. Katika mambo ambayo sipendagi kwenye maisha yangu ya kichungaji, usiniambie ndio mchungaji ya uongo. Tell me the truth. Niambie ukweli utanisaidia na miongoni mwa watu waliowahi kuambiwa ukweli duniani ni mimi. Eh, nimeambiwa ukweli na dunia nzima I like it. Na niliingia kwenye hilo la kuambiwa ukweli na nikatoka salama. Inua mkono wako pamoja na mimi. Yes! We need the truth. Unahitaji mtu mmoja atakaye kuambia ukweli kwenye maisha ya kwako, atakusaidia kuliko elfu wanaokudanganya, wanaokuambia ndio, ndio na wanajua pale haukanyagi uendi ndio baba, ongera sana, tuko pamoja na wewe, tuko pamoja na wewe, tuko pamoja sasa. Wewe ngoja upate matatizo, ndio utajua ulikuwa pamoja na nani. Lakini watu wanaoweza kufahamu, kuelewa, kujua na wakatumia uwezo wao ni wachache sana duniani. Je, uwezo uliopo ndani yako umeutumia? This is my question. Uwezo. A very unique power you have. Nguvu pekee ya ajabu iliyoko ndani yako umewahi kuitumia? Jamani, nimeangalia na kusoma na kusikiliza hotuba mbalimbali, nimeambiwa huku duniani, ukiona mwanadamu ambaye pengine amegundua kama wanaogundua kompyuta, waliogundua teknolojia mbalimbali mbali, na waliogundua teknolojia ya ndege na vitu vingi, naambiwaga hao watu wametumia chini ya asilimia kumi ya akili na uwezo walionao. Wanadamu wote wanaoishi duniani, hakuna aliyewahi kutumia zaidi ya asilimia tisini. Zinakufa usiku, zinafufuka asubuhi, ni sleeping giant. Wale waliogundua vitu vikubwa na mabilionea waliofanya biashara wakawekeza duniani, takwimu zinaonyesha, na mwende mkasome. Mwanadamu huyo wa ajabu ametumia uwezo wake wa brain yake nguvu yake ya ndani, chini ya asilimia kumi. Hao mabilionea, akina Dangote, the black billionaire in Africa kwa worldwide, uh, bilionea mweusi dunia nzima aliko Dangote ametumia brain yake ya uwekezaji na akili yake ya kibiashara chini ya asilimia kumi. Asilimia tisini plus hazijatumika. Sasa wewe sasa, wapoda podoa wa kununua kuanzia mandazi, kununua uh, tui la nazi huko linakotoka, mimi sitaki kutaja, sitaji biashara za watu hapa, ambao nanunua kila kitu kwenye maisha ya kwako, na nyanya zilizopakiwa, kila kitu hapa Dar es Salaam, na ukimaliza upitie tena pale gengeni wenda ukanunue, ambaye hauzalishi chochote, kila kitu unanunua. Wenye akili zao washafikiria, lazima una uvivu wa kukuna nazi, na hivyo, mara unasema unaumwa mgongo, mara huna nafasi ya kutosha, wakakupakia kwenye kipaketi chako cha nazi. Ukitoka hapa, nazi, maharage, maharage ya nazi, kisamvu cha nazi, utapita pale ukanunue tu, no way. Sasa wa, wale wengine ambao hawana chochote hata siku moja wakae watunge hata wimbo. Oi, ni mabikira wa brain, yaani wako pale na akili zile zile walizozaliwa nazo na uwezo waliozaliwa nao na watakufa na uwezo walio nao, isipokuwa wenye uwezo waliotumia brain yao ya asilimia hiyo chini ya kumi wamewalazimisha lazimisha, sasa nunua nazi, nunua ukwaju. Eh, sindio? Hata ukwaju si unanunua ukwaju, nunua mpaka na udongo ule wa kichuguu, ukiwa mja mzito nunua. Utaenda wapi? Mpaka udongo wa kichuguu unanunua, utaenda wapi? Lakini neno uwezo ulio ndani yako ni mkubwa sana. Hiyo nguvu iliyoko ndani yako umewahi kuitumia? Yaani nikikuuliza nguvu yako hapa duniani ni nini umbea, hata kama ni umbea ufanye, ufungulie mtandao ukuingizie hela. Mambo ya kwenda umbea wa kusutwa wakaziga, ni umbea ambao hauna hata mia. Yaani ni kitu gani ambacho nasema this is my strength? Hii ni nguvu yangu, ninajipata. Una uwezo katika lipi? Kuna wengine ambao wakiimba unawaona nguvu ya uwezo ulioko ndani yao. Nilishasema tena jamani, wengine tunaimba kwa sababu imeandikwa kila mwenye pumzi na msifu Bwana, haleluya. Na, na tuna andiko la kusimamia kwamba hata kama tunaimba sauti za arobaini lakini, kila mwenye pumzi, haleluya. Makabila mengine hatujui kuimba kivyo, lakini Mnyakyusa ni hiyo ni hiyo mbegu inayotokea South Africa inapanda upande huu unatokea huku, mbegu hiyo inayotokea huku South Africa inakuja hivi, unaweza kuona tofauti iliyopo. Lakini umejitafuta na umeiona hiyo nguvu iliyoko ndani yako na uwezo uliyoko ndani yako? Kwa maana nyingine kuna nguvu ambayo ipo ndani, na mimi nakuomba tafadhali, jitafute ujipate, lazima ujue una kitu gani kilichoko ndani ya kwako ambacho kwa kweli katika hicho baki nacho. Mambo ya kuigaiga na kuwa na roho ya kichawi ya kuwa na tamaa, ukimwona huyu unataka kuwa kama huyu, ukimwona huyu unataka kuwa kama huyu, ukimwona, sasa utakuwa nani? Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, kuwasilisha kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa akukujengia uwezo wa kufanya